Mabwana, tuna washukuru kwa kuwa tunajua mko wengi kutufata tena kwa siku ya leo, kwa kuwa mnajua kila wiki tunazungumuza uh, ndani ya kipindi ambayo tunaita les analyses de Simon Kazungu, analize ya Simon Kazungu unaweza kuipata kwenye www, ndani ya kifaransa agoragrandlac.net ama www, uh, kuna nini news nako unaweza kutupata na katika page Facebook mbalimbali mbali, Swahili fasile page Facebook ya Richard Maliro George. Watu wengi ambao wana relay message yetu ya kila wiki tunawashukuru wengi, na tunashukuru hasa watu wengi ambao waliweza kutuandikia na leo kwa kuweza kuwa ankuraje wale wote ambao wanaenda waliweza kutuandikia, tulipenda tuweze kusoma message fulani fulani ya watu ambao walituandikia. Kuna wenye wanaandika ndani ya francais na kumelange Swahili so, tunawashukuru wote. Mwingine anaandika hivyo kusema, mon vieux courage Agoma nous avons compris que le père reste père malgré les faiblesses.

napitia apa Goma, ile di dolar ni ya banafunzi bakumasomo ya chini. Watu wanaendelea kuonesha ya kwamba baingine wiko nalipa di dolar na franga iku wake kazi yaiko na mwingine anasema batakzater ni batu bamoya tu, je dire ke ni bavivu bakutumika, bakutumika kazi batakzater nabo biko pale batu bamoya tu engine anasema bameleta njala ya Rwanda. Takse haiko mubaya, mekom partu ayer ifo kazi ikuwe ifo stabilite ekonomik ifo zile takse zikuwe regule, na njo probleme ye inakuwaka Rwanda, takse mingi mekazi hakuna, njo unaona barwande mingi banaishi juu ya Goma. Ule naye ni mwingine mwenyeko natufata nasema, honorable Simon Kazungu, Umemaliza baba, tunalomba umukuwe nafanya ile redevabilite, kukila information kuhusu Congo ni cha maana sana kwa ukweli, unaongea kabisa. Naye anasema, mwingine naye anasema, yote yenye unasema ni kweli, lakini M23 Rwanda haiko basel coupable, iya osi vule politisie kongole, egoisme, egoisme yenu na manke ya patriotisme yenu ina bloke inji peple. Imeelewa yote ule naye ameeleza juu ya wapoliticien baegoiste. Mwingine anasema njo kweli ile baba, ni bamwizi sana na kubeba magari na kuuwa, na kuua batu na benye ilibebaka amebagwa jeshi ilibebaka kuwafanya wajeshi wengi na hakuna mshahara waseme wanye walibebewaka kumsoma iko nguvu kidogo, hawana mshahara. Mwingine anasema felicitation et courage mon vieux l'avenir parlerait en positif de vous Bala. bale batu ni batesi sana tena sana. Leo niko nasema que population ya Goma na Bukavu tuko sawa kusimetiere makao kwenye uka uko naona karo kumatombo me ndani population ishaka oza, donc watu ni sambla mevye, iko tre difficile, ni Mungu tu. Ii ni watu wenye kuna tuandikia. Mwingine na nasema nita siwezi kutoa jina ya mutu, ata vile habatosheke na sie. Ba mama bana banatutesa sana, buchuruzi zetu njo rasion ya basoda yabo kutunyanganya marchandise kila siku juu ya njala. Manake aseme bale watu biko na nyanganya machakula watu njo nakuwa rasio ya basoda. wa wa wangu, aksanti sana. Ule naye aliandika mwingine anasema na, na habari pake hata na basoda babo baisha bakia kuombaomba, sabilema mutu asipite, nisaidie na Camille France sienjo tulibatiaka mule basi ba fonctionnaire nabo nikulia. <laughs> awa waseme bawasha kwa naombaomba. Nisikia mwingine mtu ananiambia Goma aseme, unasikia, katumuta, nasema hey, hatuombake korrupsio, lakini ni kajitu, nipe kajitu Isitoshe kuna watu wengine wenye walituandikia nao katika, kwa ile namba yetu yenye tunazoea kutia, ukiisoma pale ndani ya analiza ya Simon Kazungu kuiona pale kwenye screen ama kwenye ekran yako ya, ya telefone kwa hii namba kuna watu wengine wametuandikia, surtout kuna wengine wametuandikia kutoka quartier majengo, kutoka quartier majengo wanasema wale wale wapoposha wale wakuleta habari habari kutayataya watu Mtu anaweza kukatalia tu boke kwenye mko na kunywa na kukatalia chupa ule shefu wa nyumba kumi. Anaenda kuchongea sema huko swate muzalendo swate huko me arme anakutia kutu kidosie, unapotea. Kuko garso moya mwenye amefanya miezi ine hayaonekanaka ule mtu aseme aliimaka tu shefu moya kule kotea majengo boke, na ilishakuwa kuwa dosie Garson bali mpelekawa kwanza pale ku Fleur de Lis pale ku Assemblée Provinciale junjo isha kuwa prison. Unajua tungali tunaidenose mpaka leo walishaka mutosha kule aseme iko munzenze mbakiomba rendez-vous ya kumuona, habamuonake atujua bashamuua ama hapana. Ile ni Goma. Kuna ingine jamaa ambeli tu kontakte ni jamaa ya bwana Robert Maombi eh, Kinanga. Robert Maombi Kinanga mwenye alikuwa mekanisye kuminere kumine ku minatuangiza ku, ku bwana Robert, naye alishapotea depuis février na imekuwa kama vile kazi ya watu fulani fulani, wenyewe nasema watu iko watu ya movement, kazi yao inakuwa sasa kuenda kuomba ile jamaa franga frana. oh, mtupe kwanza 500 dola tutampata. Mpaka leo depi mwezi wa pili Fevrier, bwana Robert hayapatikana, jamaa yake inalia sana, wawaambie kama walishamuua, kama walishamufunga, kama walishamupeleka kubasoda. Ni magumu sana sana sana. Hii tulipenda tuzungumuzie wa wa wa, wa internet wetu venye wanatuandikia, musiwazi hatuko na visoma isitoshe. Kuko na wengine nao wanye wanajitia muhali ya kuwaza wanaweza kututukana kuweza kusema. Kuna moya mwenye anatumia numero yake ya France, tutawaonesha picha yake, numero yake, iko kuka kitu sa kakinga ka bisikleta hivi Aliniita oh, sasa wewe huku nasema maneno auvijue na Swahili moya ya Kinyarwanda, anaanza sema sema hauna akili. Namwambia bwana, yeye wenye mko na uwa watu njo hamuna akili. Mtu mwenye iko na akili hawezi mwanga damu ya mtu, inakuwa kama vile ni panya, inakuwa kama vile ni kidudu Alafu aliendelea kutukana, nikakuwa oblije kumukata ili ni mudekuraje. Ninataka nitawaonesha foto yake, mwone foto yake. Banye bana mujua, bamupigie, bamukataze juu, kama yeye iko na silaha ubia, anajua juu wakekuua watu, haiko problem. Sie silaha yetu ni kusema tu, inaomba akatazwe, ajue ya kwamba hatuko biwelewele kama yeye, hatuko wauaji kama vile yeye. E, sije ingine ambao tunapenda kuzungumzia ni hali ya wazalendo. Leo kunakuwa shida sana katika magrupe za wazalendo zinakuwa grupe za nyingi sana, lakini kuna grupe fulani fulani ambao ziko grupe za watesi, ziko magrupe za watu wanye kazi yao ni kuchukua mambuzi ya watu, makururu za watu, mabata za watu ni wanyanyasiti kutia mabara, mabarier kulipisha watu, piga masasi saa yote. Tunataka kudekuraje hizi groupe. Butembo kulikuwa shida pembeni ya Butembo, ndani ya ya Musimba, tunaweza kuita iko kama vile quartier moja ya Butembo ijapokuwa iko ndani ya territoire ya Butembo. Eh, teritoari ya Lubero pale Musimba waliweza eh, grupe mbili ya wazalendo uliweza kupigana masasi, sijui walipigania nini kwa soko, wanapigana masasi alafu ile risasi moja ikaenda kumpitia dada y Kavira vyaola uh, Rosali. Hii ndio naandika kwa, msa, kwa msalaba yake, lakini walikuwa wanazoea kumwita Rosette. Iko alikuwa na miaka kumi na nane msichana wa watu, amezikwa jana le 14 Aliweza kuuawa le 12 pale e, Butembo tuseme pale e, Musimba kwenye fief electoral ya bwana Alexi Wasekayo e, ambao tunamsalimu. E, tunataka kuambia kwamba hii ni kategori moya, na tunajua ya kwamba movement ya wa M23 na watu wengine sa wengine na wakomplisi wengine wenyewe iko ndani ya FRDC, hawapendaki wasikie neno mzalendo, inakuwa kama vile ni enemy. Lakini tungijue ya kwamba kuna grupu zingine za wazalendo ambao wanapigana kabisa kwa ajili ya nchi yetu. Tunataka kuwashukuru waetudia wote wa Butembo ambao waliweza kumanifeste na kuenda kuleta maoni yao pale Butembo, kuonesha zile dega na au ima grupe za wazalendu ziweze kuwa cantone quelque part, sababu sio tu wote ndio wa kuweza kufanya vitu vibaya. Tunajua ya kwamba tuna grupe za wazalendu wengi sana ambao wanafanya mambo mazuri sana kwa nchi yetu kuweza kudefendre pei yetu eh, katika hii vita ambayo imeletwa kwetu na Rwanda na katika ingine vita ambayo iko kwetu, vita ya kupiganisha ADF. Tunazo picha nyingi sana za wazalendo ambao wanatoka kuenda kupigana na ADF, wengine wanafariki. Tunawashukuru sana na tunashukuru wale wote ambao wanaturipoti wanatupatia mesaje mbalimbali hawa watu ni watu wa kuankuraje na tusiende kuwacofontre na hawa wizi hawa, ambao ni majambazi ambao nao wanajiita wazalendo. Tunataka kuambia ya kwamba experience moja tunayokuwa nayo na ni experience ambayo tuliweza kuiomba tangu zamani, kwa siku za leo ndio President rais wetu Felix Antoine Chisekedi Chilombo anaikubali, lakini ni kitu ambacho tulienda kuomba tangu zamani. Ni nataka kuomba msamaha kwa jamaa ya Mwami eh, Kaembe Mafumo ambao tulikuwa naye Mwami Bahati ambaye aliweza kumwambia Joseph Kabila rais wa zamani, siku moja ndani ya mkutano, tulikuwa naye sisi wa depute na Joseph Kabila, na kumwambia ile siku Kabila akafika na kusema eh, ninataka kuarifu ya kwamba ule Kalairi nitamfunga ule La Fontaine nitamufunga, ule fulani nitamfunga. Mwami Bahati akanyanyua mkono na kumwambia, Mheshimiwa Rais rahisi wakati wewe unazungumuza, kwa nini unazoea tu kulaumu watoto wetu? Janvier Kalairi alikufanya nini? Yeye La Fontaine alikufanya nini? ijapokuwa tunajua ile wakati ilikuwa vita ya SNDP. Tunajua mwenye analeta vita nakuleta wanyarwanda ni Kunda, mwenye analeta vita ni Bosco Ntaganda. Wale watu hauseme juu yao. Kwa nini wewe unasemeka tu juu ya watoto wetu wa maimai? Sisi tunakuomba tangu leo ujue, utupatie sisi silaha, tupatie wale watoto, sababu ni watoto wetu, watatupigania, watalibere hii nji. Bwana Kabila aliweza kushirika sana. Nakumbuka tena ileile ile siku ni siku alikuja na kasirani anasalimia honorable Kenda Kenda, naye alishaa kukufa. Hawa wote wawili iwe mwami Kaembe Mafumo bahati alishakufariki na uh, honorable Kenda Kenda walishakufariki na ye, wakaenda ku echange maneno kusema usinitanie mimi Kenda Kenda nitakufunga. Kwa nini? sababu walisema Kenda Kenda naye alikuwa na groupe ya Wamaimai ambao leo tunaita wazalendu ambao alikuwa napiganisha hii mamovement ya, ya mouvement, ya, ya CNDP kwa ile wakati enye imegeuka M23-1, M23-2. Inabidi kujua ya kwamba hawa wazalendo grupe ze tulikuwa naita za wamaimai wako wengi ndani ya Nord Kivu, Sud Kivu ambao wanapiganisha kweli na kama leo movement ya M23 haiwezi kukamata antiteza nyingi, nyingi sana, ni sababu huku Sud Kivu wanapambana na wazalendu wale wa kweli kweli, ndani ya Nord Kivu wanapambana na wazalendu wale wa kweli kweli, sio hawa wazalendu wa kuweza kuiba makuku na mabata za watu, na sisi tunawakemea, lakini tujue ya kwamba hii mpango ya kuweza kuwaharibishia ni mpango tangu Joseph Kabila alikuwa anapiganisha hao watu, ijapokuwa sisi tulikuwa kanaomba wawapatie hao watu silaha. Tunapenda sasa hii kitu ya wazalendo iweze kukua bien organize, waweze kuwa na komanda ambayo inastahili. Ni watu ambao wanatusaidia kwenye hii vita, tunataka kuambiana na nyinyi. Mnajua isingekuwa wazalendo fulani fulani kama saa hii inji hatujue imekuwa inji gani tunasema ya kwamba wazalendo wako kama jiwe ndani ya viato ya Munyarwanda, wako kama jiwe ndani ya viato ya ADF. Tumepongeza jamaa ya wale wazalendo ambao walifuatilia hawa wa, wa, wa, wa, nani wa ADF ndani ya pori kule ngambo za maringorejipa na wengine wakapoteza maisha yao. Tunataka kupongeza jamaa yao na kusema hawa ndio watu ambao tuna tafuta mabibi na mabwana, tunawashukuru. Informasio ya kwanza ni ya kwamba uh, pale byambwe usiku wa leo le 14 kulamukia le 15 wameua watu, ADF imeua watu kuwachinja na wamelunguza hospitali ya byambwe. Alafu tunatoa pole na tunasema hii phenomenon sheti serikali iweze kuipiganisha kweli kweli tunashukuru FRDC na wengi ambao wametoa maisha yao kupiganisha hii fenomen. Wameingia ndani ya teritoare ya, ya Lubero hasa ngambo ya Mangurejipa. Tuende kusuporte arme yetu na kusuporte grupe za wazalendo ambao wako fidele kwa serma na wanapigana kabisa kupiganisha hii, hii, hii fenomen. Picha ni za mbaya sana. Ukiona wamelunguza hospitali ya Byambwe na kuua watu ndani ya hospitali ni mambo ya huruma sana. Isitoshe hata ja, hata eh, le 14 waliweza pia tena kuua watu pale Maiba, nako waliweza kuua, ni ngambo tu ya Mangorejipa. Mabibi na mabwana, tunataka pia kuwa konfirme information yenyi tuliwapatia aka mbele, ni ya kwamba bwana Eme Boji Sangara amechaguliwa kama vile spika wa bunge wa inchi yetu ya Congo kuweza kumremplace bwana Vital Kamerhe. Wakati mnatusikiliza tukiwapa information, ama tunawapatia analisi fulani fulani, sisi, mimi binafsi niko president wa parti politique DCF Nyamwisi, ninayo information zenye wakati tunawapatia muweze kujua ya kwamba ni hivyo ndivyo itatendeka. Bwana Eme Boje Sangara aliweza kuwa chaguo la Union Sacre na yeye ndio amekuwa sasa spika. Tunamwambia felicitation na tunasema tunachunga kwake kazi njema, ajue ke yeye iko mtoto ya kivu kwetu. Kivu mambo hayaendeke kumanda yake, tuweze kujua ya kwamba aliweza kupiganisha kweli hii mambo ya vita. Mabibi na mabwana, tunawashukuru kwa siku ya leo na tunasema asante sana. Muendelee kulike video zetu na kufata eh, ma website zetu. Tunawashukuru sana na tunasema kwaheri chao.